bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na themart supermarket, piga simu namba 0775946447. Zaidi habari leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia avutiwa uwekezaji wa AfDB unafikia trilioni 21.15, wagusa reli, barabara, viwanja vya ndege asema miundombinu imara itakuza biashara uchumi, aipa barabara ya mzunguko Dodoma jina la Dkt Adesina. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Majali wa vijana, ipokeni kauli zinazogawa taifa. Habari katika ukurasa wa tatu. Rais kuanza ziara ya siku tatu Mwanza leo. Habari katika ukurasa wa nne. Bunge lapongeza uwekezaji wa TPA bandari da. Habari katika ukurasa wa tatu. Adesina apongeza kasi ya Tanzania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 imetoa kwa ajili ya barabara za mzunguko jijini Dodoma. Ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan, katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi anasema ndege ya kwanza imeshatua Msalato kwa majaribio. Hii ni hatua kubwa, na waagiza mawaziri wahakikishe uwanja na barabara vinakamilika kwa viwango bora vinavyokubalika, maana fedha ni nyingi zimewekezwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa sita lakini pia gazeti Mwananchi limeandika kodi mpya zinazotajwa kuwa na changamoto. Siku tatu baada ya waziri wa fedha Dr Mwigulu Mchemba kuwasilisha bungeni bajeti ya serikali mwaka elfu mbili ishirini na tano, elfu mbili ishirini na sita undani wa taarifa hii ni katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Ni watalii pamoja na vito, awamu ya sita, timiza ndoto ya JPM kwa daraja, habari katika ukurasa wa 21. Usaliti kidijitali ulivyo majaribu kwa wenza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili jumapili ya leo. Nalo gazeti ya Nipashe ya mwanga wa jamii lenye w habari limepewa kipaumbele ni kuelekea uchaguzi mkuu. Mchungaji Dr Kimaro akemea siasa chafu, aonya wanasiasa vyama kuchafuana, kauli za machafuko kuharibu taswira nchi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mchumi ahadharisha mapendekezo kodi kuathiri biashara na uwekezaji, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Samia, utulivu unaonyesha dhamira ya kujenga uchumi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti ya Nipashe limeandika, Sheikh Ponda ataja sababu ya kujiunga ACT Wazalendo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wakili Ambwaga mwanasheria mkuu mahakama ya rufani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Maisha yalivyojua siri ya ushindi katika maisha yako, habari katika ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Jumapili leo michezo Nipashe limeandika Yanga roho kwatu, Simba kizungumkuti, habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe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 Uko kweli na wazi lenye habari liopewkepambelei serikali yawahaidi neema, waandisi wa zawa habari katika ukurasa wa pili. Wajumbe zingatieni uaadilifu, hemedi habari penea kwenye ukurasa wapili. Kampeni matumizi ya umeme kupikia zindulio, habari katika ukurasa wa sita ATCL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 gazeti Mzalendo ni nalo mikononi mwangu Jumapili leo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataka ujenzi wa viwango ni katika barabara, reli na viwanja vya ndege, asema amani na utulivu vimevutia AfDB kuipa mkopo Tanzania. Mradi wa mabasi ya mwendo kasi kutoa Dodoma. Dkt Kikwete na rais wa AfDB waipongeza serikali kwa utekelezaji wa miradi, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili ujumbe wamejaaliwa kwa wanafunzi wa vyuo wa habari katika ukurasa wa tatu. Afya, jinsi ya kufanya ukikabwa na mwiba wa samaki, habari katika ukurasa wa tisa. Dokta Biteko ahimiza amani uelekea uchaguzi mkuu, wa habari katika ukurasa wa nne. Mzazi unachukuliaje kauli ya mtoto kwa mama hakui? Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Wabunge tubieni macho wa usimamizi wa mapato, habari katika ukurasa wa nane. Gazeti hili limeandika uswahiba wa Trump na Musk wageuka shubiri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Serikali Zanzibar wasanifu kuendelea kushirikiana, habari katika ukurasa wa tatu. Uchaguzi sio gulio la kununua uongozi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele ya Jumapili ya leo na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu ni gazeti mwanaspoti lenyewe limeandika juni ishirini na tano manne yaibuka Hamdi, Fadlu wafunguka habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane pamoja na ukurasa wa tisa, Fadlu Davids, kocha wa Simba amefundisha Simba tangu msimu huu umeanza akicheza mechi ishirini na saba za ligi akishinda ishirini na tatu sare tatu na kupoteza mechi moja hii ni mechi yake ya tatu dhidi ya yanga Milud Hamdi kocha wa Yanga, tangu ajiunge na Yanga ameongoza katika mechi kumi za ligi kuu bara, akishinda tisa na kutoka sare moja. Hii ni mechi yake ya kwanza dhidi ya Simba Sports Club, Juni 25, Benjamin Mkapa, mechi ya ligi kuu Yanga dhidi ya Simba kareko dabi. taus anatoka ibenge anaingia. Hii ni azac, lakini pegezi hili imeandika wakongwe wanapigika kikapu da. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili guas. kamwaga ka mboga amani united. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane FIFA Club World Cup leo Jumapili ni Bayern dhidi ya Auckland City, mchezo unapigwa saa moja kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, miongoni mwangu na gazeti ya Habari Leo lenye habari lililopewa kipaumbele ni Samia apongezwa kutatua mzozo wa mechi Yanga na Simba, vita yahamia uchaguzi TFF. Uchaguzi mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF utafanyika Agosti 16 mwaka huu, mkoa ni Tanga. Lakini pia gazeti hili limeandika Yanga ipeleka Dodoma jiji Zanzibar, habari hii ilikuwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili awashukuru mashabiki wake, habari katika ukurasa wa 21. Tuzo ya mfariji Beckham, habari meleka kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limereka gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, Jumapili leo, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha urukuzo vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa <coughs>